Bismillahi rahmani rahim, ndugu yangu msikilizaji, omba dua hii kufikia marengo yako haraka. Dua hii inaweza kukufungulia malengo makubwa sana, baraka, nguvu na faraja. Kuna siri kubwa ambayo watu wengi hawajui kuhusu kufanikiwa. Siri hii, hauhitaji kuwa na nguvu kubwa, elimu kubwa, wala pesa nyingi kufikia malengo yako Unaweza kuwa mtu wa kawaida lakini ukawa na dua inayoweza kubadilisha maisha yako. Katika video hii nitakuonesha jinsi dua inavyoweza kukupa kasi, nguvu na baraka za kufikia malengo yako makubwa kwa haraka zaidi kuliko ulivyowahi kufikiria. Hebu ndugu yangu, imajini una malengo makubwa, biashara, kazi, elimu au hata maisha bora unajitahidi una unafanya kila kitu, lakini bado mambo hayaendi. Wakati mwingine unarudi nyumbani umechoka, moyo umejaa maswali. Kwa nini maisha? Kwa nini mimi maisha yangu yamesimama? Kwa nini mimi ndoto zangu hazipigi hatua? Kwa nini najiona kama nasukuma milima mizito? Lakini sasa fikiria jambo hili: kuna watu ambao hawana pesa nyingi hawana connection, hawana elimu ya juu lakini malengo yao yanatimia haraka. Kwa nini? Kwa sababu njia yao imefunguliwa na Allah. Walichokuwa nacho ni dua tu, lakini dua iliyotoka moyoni, dua iliyojaa unyenyekevu, dua iliyotamkwa kwa imani. Na pale walipoomba Allah akatumia nguvu zake kuwafungulia njia ambazo hazikuwepo kabisa, wakaweza kuona makubwa kuliko walivyodhani. Dua ni kama mwanga unaobadilisha giza kuwa nuru, ni kama upepo unaokusaidia kusukuma mashua yako hata kama huna nguvu. Dua inaweza kubadilisha hatima, dua inaweza kubadilisha ulichofikiri ni mwisho wa mwanzo mpya kabisa. Sasa hapa nataka tuketi pamoja na kuelewa kwa kina jinsi dua inaweza kukusaidia kufikia malengo yako na makubwa kwa haraka. Ndugu yangu, dua inavuta msaada usioonekana. Kuna mambo huwezi kuyafanya mwenyewe, lakini Allah anaweza kufanya ndani ya sekunde. Dua inabadilisha hatima. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam anasema kwamba e, hakuna kitu kinaweza kubadilisha qadar isipokuwa dua. Dua inaweza kubadilisha makusudio ambayo yangekupata na kukuletea yaliyo bora. Dua inajenga utulivu wa moyo. Moyo ukiwa na utulivu, unafanya maamuzi mazuri zaidi. Unapopanga, una malengo yako, ukiwa na utulivu safari inakuwa nyepesi. Dua inafungua milango ya fursa. Wakati mwingine, si kwamba hakuna njia, ni kwamba mlango haujafunguliwa. Dua ina uwezo wa kufungua. Pia dua inaondoa vizuizi. Ghafla wale waliokuwa wanakupinga wanatulia, vikwazo vikwazo vinayeyuka, vina nafasi zinajitokeza Dua inakupa nguvu ya kiroho. Unaamka ukiwa na nguvu mpya, unapambana pam, una bila kuchoka, unakuwa na hamasa ya kushindana na wewe wa wa jana. Dua inakupa ulinzi. Allah akikulinda, hakuna jambo linaloweza kukuzuia kufikia malengo yako. Ndugu yangu katika imani, soma dua hii kwa utulivu, dua kama unavyoiona hapa. Allahumma yassirli umuri waftihli abwaaba barakatika waj'al a'mali mubarak wahdini wa farrij 'anni hammi wa qdi hajati warzuqni bulugh ahdafi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ndugu yangu, tafsiri ya dua hii ni kwamba ewe mola wangu nifanyie mambo yangu kuwa mepesi, nifungulie milango ya baraka zako, bariki kila ninachofanya, niongezee, niepushe huzuni, timiza haja zangu na uniruzuku kufikia malengo yangu kwa rehema zako, ewe mwenye kurehemu. Ndugu yangu katika imani, kipande cha yasiri liumuri kinafungua njia, waftin waftihi liabwaba barakati kinafungua milango ya fursa waj'al amali mubaraka kinaweza, eh, kinaweka baraka kwenye kazi yako. Ndugu yangu katika imani, kusoma dua hii kwa imani, kwa kuyatoa machozi, kwa kumtaja Allah kwa unyenyekevu, dua hii inaweza kukufungulia makubwa kabisa. Tambua jambo moja, Allah hapotezi ombi la mja anayemuomba kwa dhati. Kila dua unayoinua ina, inaandika na kila kilio chako hakipotei. Wakati mwingine Allah anakupa kitu, kitu mara moja, wakati mwingine anakichelewesha ili akupe bora zaidi, na wakati mwingine anakuondolea balaa kubwa uli, uli, balaa kubwa uliokuwa huijui, lakini dua huwa haipotei. Kila dua inayoombwa um, ina kuhusu malengo yako imepanda kama mbegu. Eh, mbegu hii Itamea, itatoa matawi, itatoa matunda kwa wakati sahihi. Hivyo usikate tamaa, usione ucheleweshaji kama ni adhabu. Ndugu yangu, dua, dua inaweza kufanya lolote kwa haraka zaidi. Kwa wewe ambaye eh, ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii basi, na kushauri usiha, usiache kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare video hii. Hivyo basi ukiwa una malengo makubwa, usafiri, kazi, elimu, biashara, familia au hata maisha yenye utulivu, anza leo na dua hii. Fanya safari yako iwe safari ya kiroho, piga hatua ukiwa na Allah, kwa sababu ukitembea na Allah hakuna mlango utakaofungwa. Utaona mabadiliko, utaona nuru, utaona baraka, utaona njia mpya zikifunguka. Wailahuna, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa nakushukuru wewe uliyekwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.